Leo kwenye computer skills episode nataka kushare na wewe uh, moja, kazi, moja kati ya kazi ambazo nilizifanya uh, miezi 18 iliyopita zinazohusiana na graphics design. Sasa katika hii kazi nilipata, nilipata, nilipata kusema mteja prospect ambaye yeah, yeye alikuwa anahitaji kutengenezewa logo uh, kitu kama brand identity ya firm ambayo inahusika na interior decoration. So, mteja alikuja fresh. By the way, ni mtu ambaye namfahamu kitambo tu so, challenge ambayo alikuja nayo um, ilikuwa kwamba yeye hakuwa bado na jina la ile fomu yake. Ni kwamba mtu anataka kuanzisha kampuni ya kufanya mapambo ya majumbani, kupamba na kudesign, lakini bado hata jina hana, lakini anataka logo so, moja kati ya challenge ambayo nilipata kubwa ilikuwa ni hiyo, lakini pia kama wewe ni mtu ambaye unapanga kufanya biashara au na unapoanzisha brand fulani nafikiri ni vema ukafanya kazi kwenye jina kwanza, kabla kaba ujaonana uja, uja na graphic designer ili aweze kutengenezea logo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo challenge kubwa ambayo nilipata ilikuwa ni kwamba hana jina. So as a graphic designer, by the time ikabidi niingie kwenye kazi ya kutafuta jina. So, uh, I'm very very good at finding names because I've started a lot of firms na nimezipa majina a lot lot of of firms by the way, a lot of mini brands ambazo nimezipa majina. Kupata jina mimi ni dakika like chache tu but the challenge was hapi na yale tukua ayale majina ambayo na, na kwa sababu mmoja ya kitu ambacho alitaka, alitaka jina ambalo litahusisha labda watu wa familia yake, akasema akiweka hivyo lazima aunganishe wadogo zake wote, kwa sababu watakuwa na ile argument kwamba mbona mi jina langu halipo, initial yangu haipo, umeona. Kwa hiyo moja kati ya challenge kubwa ambayo nilipata ilikuwa ni, lakini kwa bahati nzuri au mbaya ilikuwa kama kazi yangu ya pili, amini ya tatu kufanya brand identity, lakini hii haikufanikiwa kwa sababu mteja baadaye nikama alistop kufuatilia zile kazi nanini na kutaka kufanya ile kazi. So nikasema leo ngoja nishi na wewe presentation ambayo nilifanya uh, kuhusiana na ile brand yake. By the way ilikuwa ni presentation ya jina peke yake, kwa sababu hata jina alikuwa hana, japo sasa hivi ameshapata jina na amefanya sehemu nyingine, lakini nataka nikuonyeshe ni, ni kwa jinsi gani ambayo nifanya presentation ambayo hata yeye pia ilimpichia kwa kiasi kikubwa, ingawa ilikuwa professional, kwa sababu hata ni graphic design ilikuwa ndio naanza, sio professional, ila ni kwamba mtu bado anaenda kujifunza, kwa sababu ni vema kujifunza kila siku so, nataka ukaangalie presentation ambayo uh, amba nimeifanya pengine na nawe, kama mdau wa au graphic design, graphic design ambayo ndio unaanza, unaweza kujifunza kitu, kwa sababu nakumbuka alikuwa very impressed na ile presentation uh, ingawa atakufanikisha kazi, lakini kama graphic designer, maana yake lazima ujue, wakati mwingine kuna deals nyingine, kuna kazi nyingine zinazofanikiwe, unaweza kufanya hata nusu, lakini mteja baadaye akaingia mitini, au kutokana na sababu ziko kunjia uwezo wake akashindwa kumalizia ile kazi, mkashindwa kufanya ile deo. Kwa hiyo nataka na wewe pia hiyo sehemu ya funzo kujua kwamba inawezekana ukapata kazi lakini sifanikiwe. Lakini kingine cha kujifunza ni kwamba bado utakuwa umefanya mazoezi, utakuwa umetumia kama kukuza portfolio yako, kwamba mimi nishafanya hivi nishafanya hivi na sampo hizi hapa kwao, unaweza kuitumia kama sampo kama ambavyo mimi nataka kuonyesha. Kwa hiyo baada ya kusema hayo tu moja kwa moja kwenye kompyuta uweze kuangalia ile presentation ambayo na mimi nitaenda kujifunza, kama ambavyo nimekwisha kusema kwenye utangulizi wa video hii kwamba nitaenda kuonyesha presentation yangu niliyoifanya almost 18 months ago, ambayo ilikuwa e ni kuhusu firm ambayo inafanya interior design. Na hapa ndipo katika business naming process, kama nilivyokuambia, client alikuja purposely akitaka logo design maybe and and a few extras like like business card and some stuff like that lakini alikuwa hana jina, so ilikuwa challenge kwangu, kwa sababu it's almost impossible ku design logo ya firm ambayo haina jina. So, abu, kwa sababu unaweza ku design kitu ambacho kinaonekana kama ndege, alafu business name ikatokea baadaye, alafu ikawa imekuja na image, au ikawa ina reflect image ya ya mnyama ambaye labda ng'ombe, wakati umeshaongelea kuku. Umeona? so it's it's very difficult. Kwa hiyo alivyoniambia kwamba hana jina, then kicho kwanza ambacho tulikuwa kufanya na hata yeye pia aliomba kwamba tufanye, uh, business naming. So nikasema katika presentation yangu and by the way we didn't do together, nilifanya mwenyewe uh, nifanya tu my research, nikamuliza uh, itakaiweje, na uh, several questions nimuliza. So katika research yangu nikasema katika presentation si vyema nikaanza tu na kumwambia uh, name suggestion number one, unaweza ikawa hivi ikawa vile. Nitaka kwanza nimpe idea what is business name, kwa sababu challenge ambayo watu wanakumbana nao, especially unapokuja kufanya maamuzi, ni kutokuelewa kitu kwa undani. So unaweza kukuta una business name fulani umeifikiria, pengine unataka kujibrand au ku, ku, kuanzisha firm fulani ambayo nataka iwe na jina la kipekee. Then unakuwa na majina hata mawili matatu ambayo ni mazuri kabisa, lakini kwa sababu hujui business name what is the business name unajikuta una kwa una ya crush majina lakini pengine yanafaa kabisa 100%. Lakini pia katika presentation yangu, ukiangalia katika first page, sijaweka tu maandishi pekee yake, labda what is business name baba baba dida. Nilichofanya pia nimeweka picture au photo ambayo inaonyesha au ina reflect kile kitu ambacho hii firm inafanya. So instead uh, ya kufanya presentation unaweka tu karatasi maybe una type PDF Black, I mean white and black writings inakuwa sio vizuri, inakuwa boring. So nikasema kwa it's from graphic designer, lazima pia nionyeshe hii presentation kwa pia inaweza inamvutia mteja wako kujua kwamba yeah, I'm working with someone who's a pro. Although I'm not a professional graphic designer, lakini nikasema ngoja nifanye a presentation yangu katika viwango ambavyo angalau sio vibaya sana, and I know maybe there are the best presentations like designs and everything but for me it was very very nice. Kwa hiyo cha kwanza nianza na definition of na business name, na kwa fedha yako pia nitakusomea hii na kukupa mdokezo kidogo. Kwa business name is a name name by which people know your business business. Kwa kwa kwa fupi na kwa rahisi kabisa, business, business ni jina ambalo watu watatambua te biashara yako, it's a legal name that you register to represent your business, hiyo utaenda kusajili biashara yako kwa sababu ukienda kwenye uh, mamlaka za kusajili biashara hasa, let's say kwa Tanzania under BRELA, lazima atakuliza hiyo, unataka kusajili biashara yako au unataka kusajili brand yako, jina la brand yako, jina la biashara ni nini? Lazima uambie, so usichukulie kama ni kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana kwa sababu apart from just people kujua biashara yako kwa jina hilo, lakini pia unatumia katika legal issues kama vile kusajili na vitu kama hivyo. So, to make your business memorable to your target audience you have to pick a name that is unique, easy to pronounce, and easy to remember. Kwa hiyo, ukitaka uh, jina la biashara yako liwe rahisi kukumbukwa na target audience, au wale wateja ambao liwakusudia ni lazima uzingatie vitu vitatu. Kitu cha kwanza, lazima uchague jina ambalo is very unique. Kwa lazima uchague jina ambalo la kipekee usiulie jina. Kuna baadhi ya majina labda yameshatumika sana, kwa hiyo unatakiwa to avoid those names. Au Usije ukarudia jina la kampuni nyingine. Hiyo ni kecha, ni mbaya kwa business yako, kwa sababu utachanganya, hutajua watu, watu unataka kuanzisha kampuni ya vinywaji utakutengeneza <laughs> pia ni hatari legally kwamba wanaweza kukushtaki kwamba umetumia jina letu, au unaoenda kufanya registration unaweza ukanyima kwa sababu umerudia jina, sio unique. So, business name has to be unique, but number two, you have to pick name which is easy to pronounce. Yes, it can be unique. Jina inaweza kuwa ni la kipekee kabisa That's nice, lakini lazima uhakikishe linaweza kutamkika na watu yani, wale walengowako wanaweza kujitamka. By the way, kuna I don't know, this is a source from I think from british if I'm not mistaken. Bro, that name I don't know it's wish, what what I I cannot even pronounce it. So unapochagua jina ambalo ni inawezekana le jina kwa watu wa Uingereza na watu wa Marekani ni rahisi kulitamka kwa sababu ni lugha yao na ndio target audience, ndio walengwa. Sasa na wewe lazima utafute jina ambao walengwa wako wanaweza kutamka, usichague usi jina kwa sababu lina sound vizuri kwa sababu unajua ku pronounce au kwa sababu ni la Kiingereza au ni la Kilatini, itakuwa unique. yes, it's unique but can they pronounce it properly without stress? So napokuwa bei resource hata mimi nikienda kwenye supermarket let's say or local store, siwezi kuulizia cause I cannot be impressing myself on how to mention that name unaona. So lazima uchague jina ambalo pia litakuwa rahisi kutamka. But number three, you have to pick a name which is easy to remember. So unaweza kuchagua jina ambalo ni unique, that's nice. Uchague jina ambalo ni nice kutamkika, lakini kama let's say ikawa refu sana, watu kashinda kulikumbuka. So lazima uchague pia jina ambalo watu watakuwa es kulikumbuka. So kile kingine cha kuzingatia kwa ni kwamba ukiangalia hapa, uh, nimeweka link, nimeweka link ambayo inaelezea meaning ya business name. Pia lazima ufanye hivyo endapo unajua kwamba umetumia article fulani, umetumia kitu fulani kutoa maelezo ya ziada, lazima ufanye reference, lazima ufanye reference ya hiyo source, otherwise utakuwa una claim kwamba hiyo kazi ni ya kwako For instance mimi is definition and everything and examples is not mine. So ili ku clear the doubt, na kujitoa katika plagiarism, nika weka link kwamba mteja wangu anaweza ka click akaenda akasoma zaidi, na akajua meaning of business name. Na lakini pia namwambia mteja wako kwamba wewe sio mtu wa kukopi vitu, kwa sababu kama uta copy to introduction, maanake unakuwa unampa mashaka inawezekana hata kazi yake labda logo au business card au brand colors ukakopi kutoka kwenye kampuni nyingine na ukamweka matatani kisheria so hii inaonyesha ni kwa jinsi gani upo makini kwa kuweka links ku appreciate watu ku cite watu sio kitu kibaya sio kuonyesha kwamba una maarifa au una copy lakini inaonyesha kwamba unajali na kuheshimu kazi za watu wengine so tukaenda page number 2 nikaanza na name suggestion number 1 ambapo ni suggestion three names

ye kufanya maamuzi, kwa sababu huwezi tu kusema nafikiri jina la kwanza. Unaweza kutumia Parvin Decoration au kama hujajipenda leo tumia Parvin Interiors. Kama hilo pia hujalielewa tumia Parvin Interior Design. Kwa nini lazima ueleze kila jina kwa nini una suggest? Usipoelezea maana yake unamwacha katika giza, tena unampa tena kazi ya kuendelea kutafuta kufanya utafiti. Take a breath. Before you discover the other names. Kwa hiyo hapa nikasema tena sitaki kufanya hii presentation yangu kwa kama hotuba, haina vituo, haina break, kwamba imeandikwa tu kuanzia mwanzo mpaka mwisho maandishi tu black and white. Nikasema lazima pia niwe naika vikorombozo katikati ambavyo vitakuwa vinampa break, lakini pia vinakuwa vinamhamasisha kuendelea kusoma. For instance, kama ni mtu ambaye una deny kubiza sana, then akafungua PDF ambayo unamwambia ni presentation then anaona tu maandishi mengi hapo katika karatasi nyeupe yameandikwa mengi, anaweza akaingia uvivu kusoma, akasema oh, niko busy na sisome kabisa. Lakini anapokutana na pic na photos kama hivi akakutana na breaks kama hizi, maana yake kwanza inampa utulivu na pumziko, then inamhamasisha kwamba what is next. Ndio maana kwa before you discover the other names. So nimesha mpa suggestion na three names, lakini pia nimemwahidi kuna other names Nikola, zima na kwa lazima na kuwa excited kujua what are those names.

Uh, very beautiful bird ambaye watu wengi wanamjua na nampenda kwa kumtazama ni mzuri sana so unapoipa firm yako jina ambayo linaendana na tausi kutokana na urembo wake maana yake watu watakuwa wanafanya imagination kwamba hawa nikiwapa kazi maanake wanaweza kuwafanya katika kiwango kikubwa na uzuri kama wa ndege tausi so wanajua ni kikwita kuja kufanya decoration katika kitchen katika dining room katika bedroom au katika master room whatever it is itakuwa inaonekana vizuri sana Unaona? So nikawa nimempa idea lakini pia nikampana photo of those peacocks, lakini kakuwa umeleza kutosha. Nikaenda pia na page number 5 nikamalizia but ukiangalia page number 5, nikawa nimeelezea baadhi ya vitu nikawa nimeshavielezea vizuri katika name suggestion number 1. So nikawa nimemwambia kwamba second part of the name sikutaka kumchosha na kurudia kile kitu ambacho nilikifanya mwanzoni, nikamwambie kuwa ameshasoma kule, basi nitarudi kule, lakini pia kulikuwa maneno machache sana, sikutaka ipe juu very blank. I mean, nime increase, nime make uh, good use of space asome photos ili kumwonyesha kwamba yeah we are talking about interior design here then after name suggestion number two, I give her a break. We we're not done, there are other options here. Kwa hiyo nikamwambia hatujamaliza kuna suggestions nyingine.

Na katika maelezo hapa nilikuwa nimeeleza kila kitu kwa nini nilichagua hayo maneno. Yeah, na vitu kama hivyo. So, tukaenda page number 8. Kwa kuwa name suggestion number 3 ilikuwa bado inatumia jina lake na vitu kama hivyo, decoration, luxury, and these are common words. And when you talk about them straightforward, people can understand what you're talking about. Kwa hapa nikaambia, let's go out of your mind and explore these incredible ideas. Kwa hapa nikaamua kumtoa nje kidogo vitu ambavyo mwenye angeweza kufikiria na kumpa name suggestions ambazo zipo nje kidogo ya just being common. The solution number 4 ni kana skyless, the ku ambao, skyless is simply having the sky obscured by clouds. Ni anga ambao linakuwa limetandwa na mawingu, kwamba ukiangalia ile blue huoni ile sky blue, sky huoni, unakuwa tuna na mawingu, mawingu yamejaa. So, I went on na kumwambia kwamba she has to assume or to imagine clouds ideas of interior decoration kwamba hii kampuni ina idea nyingi za interior decoration kiasi kwamba huwezi kaenda kwao ukataka service, then wakawa me run out of idea, au kwamba a certain place, it doesn't matter how small it is, it doesn't matter how big it is, it doesn't matter how old it is, or it doesn't matter how complex it is, they always come up with idea to make sure it looks modern, it looks good, it looks the way you want. Kwa hiyo hapo nikaa nimemwambia kwamba hiyo kitu mepesi mbaya kusema skyless God, you up to Kenya? We always get solution for our interior interior, interior decoration needs. Other other other forms, forms, forms, and the the as a main, lakini like kama vile decorations, design, and interior solutions. Both of them reflect the same meaning. Now, ni ka ka photo, ima, inside the cloud-shaped, uh, cloud-shaped, what this is what I'm talking about. Katika page number 10 nikawa nimeendelea na name solution number 4. Uh, as I said hii ni out of mind kwa kutumia the word gladiolus the core, ambayo gladiolus ni ua ambao asili yake ni Europe, Africa na Mediterranean region. Kwa hiyo nikawa nimeweka pale maelezo, lakini pia sikusahau kuka link ambayo kwa imetoa definition ya hilo uwa na kuelezea maelezo yake mbalimbali, ili kama atataka kujua zaidi, basi ana click pale pengeza kupata inspiration nyingine na ikamsaidia kuchagua jina kwa ku rahisi zaidi kuliko kuendelea au so, kusoma kwa sababu kiangaji jina lenyewe ni strange, na pengine wewe mwenyewe mtazamaji ndio kwanza kulisikia. Au je, so ni kapi membaza forms just like for Skyless Interiors, kuna ganya na Gladiola Interiors, Gladiola Decorations, Gladiola Interior Design and Gladiola Interior Solutions. So hivyo ndivyo fanya kumpa uh, alternative za uh, ili jina jinsi ambavyo anaweza kaitumia ku present biashara yake. Katika page namba 11 nikaa kana nimeonyesha ile uone inaonekana vipi. So unasema tu kitu fulani kizuri kitu fulani kizuri, lazima uonyeshe uzuri wake. So nikaa kana nimeka picha ile uzuri kabisa, ambapo inampa idea na inatengeza image kwa wale wateja wake walengwa kwamba ah, unapoongezea Gladiolus decor ni Gladiolus ni moja kati ya wazuri sana duniani so na kazi zao zitakuwa nzuri kama huo ambalo wanalisemea au kama jina ambalo linapohakikisha biashara yao, sawa. Kwa hivyo nilivyofanya katika Deep Pocket Decor ni a suggestion katika page number 12 nikawa nime wrap up my work by providing my information like contact information and my name. Kwa Deep Pocket Design nikaweka email yangu, pia nikaweka phone number. Why is it very important to put your phone number and contact information? ni kwamba watu wanapokuwa wanafanya hizi business naming maybe, wanapokuwa wanafind out which logo to use, which logo to go with our business card or whatever, wana tabia ku share. So I don't know, but maybe she did this, atakuwa labda pengine alitumia rafiki zake, alitumia washauri wake, business partners, ndugu zake, uh, wazazi na watu kama hivyo, kwamba ah, you see this name suggestion, which one should I pick? So unakuta unapokuwa na soma na unapokuwa unapitia, kuna watu wengine wanaweza kuwa wanahitaji graphic designer na wakiona presentation yako ilivyokwenda na business naming yako ilivyokwenda or whatever you present wanaweza kuvutiwa kufanya kazi na wewe. So instead of asking her where can I get where can I get his number or her number, simply wanna ku contact you yourself direct kwa sababu tayari umesha provide your information. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweka information zako za mawasiliano hata kama mtu unayemtumia unamfahamu, anamfahamu hata kama anapajua kwako, kwa lazima uweke hizi information, kwa sababu ni za muhimu sana. Itawarahisishia watu wengine pia kwa kutafuta pale, anapokuwa anapokuwa na share document hiyo, kunakuwa umefanya pia marketing. So kama nilivyokuambia hapo awali, kazi hii haikuenda mbali la, I mean, hatukufanikiwa ku- kufanya kazi pamoja, lakini kwangu mimi siwa sana, kwa sababu naweza kutumia kama ku, ku, kuzia portfolio yangu, kuonyesha watu kwamba I have done this, lakini pia imesaidia kutumika kama teaching aid kwa sababu leo nimekufundisha namna ya kufanya presentation. It's very simple, naweza kaona it's not even complicated, very simple, even if you are a beginner graphic designer you can do it, lakini pia na nimekuonyesha namna ya kufanya business naming. Kwa hiyo hata kama kuna firm au umekutana na mteja ambaye hajui namna ya ku toa jina au hana jina la biashara, maana yake unaweza kumsaidia jisa kupata jina la biashara.